Ay, lakini tukifuatilia vidokezo vingine kwamba wahudumu wa tuktuk na teksi uko Watamu eneo bunge la Kilifi kaskazini wameandamana wakilalamikia kudorora kwa biashara yao kutokana na uwepo wa usafiri wa teksi zinazotumia viunzi vya mtandao kupata wateja. Wahudumu hao wanadai kwa wiki mbili sasa wamekuwa wakikadiria hasara, kwani magari yao yamekuwa yakitoa huduma za usafiri kwa nauli ya chini mno na kuleta ushindani usiokuwa na usawa. Leo tuko hapa kwa malalamiko makubwa sana kuhusu sekta yetu hii ya tuktuk na taksi na watu wa boda boda. Hapo nyuma tumekuwa na usalama hapa Watamu, kwa sababu vijana wako na kazi na wazee pia, sisi tuko na kazi ya kufanya na kifika wakati wa season kaza bao hapo tunafanya ni miezi minane peke yake. Tutakubali familia zetu ama wale ambao tunawasomesha tukose kuwasomesha. Hilo ni moja. Governor wetu ambayo ni Mung'aro tunataka aingilie hili jambo, kwa sababu utalii hapa ndo kama kampuni hii. Kampuni ndo tunaitegemea, hatuna tegemeo lingine na wadau wa sekta ya utalii